Michezo na burudani, siku tulivu kwelikweli, siku ambayo imejaaliwa neema, mvua tele, ambapo imenyesha katika jiji la Dar es Salaam. Kuwa nami kwanzia pale mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya na ripoti kutokea hapa moja kwa moja mitaa ya Chamanzi, niko na Mkude wa Simba Sports Club. Mkude uko poa? niko vizuri nipangilie. Ya bwana jezi imekupendeza ya mnyama Simba. Ndio, maeneo yake hmm? hapa ndio mahala pake e... e, yani sio mnyama Simba tu Eh. Yani hiyo ndo kama national team mm. Yeah. Bwana, tuanzie hapa, uliuona mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba Sports Club dhidi ya klabu ya soka ya JKT Tanzania? Nikianzia hapo, ni kweli nimeuona na nimeuangalia kwa vizuri tu mm. Yani mwanzo mwisho, na nilipata changamoto baada ya kufungwa eh. Nikasema yes, nikapata upinzani wa ndugu zangu eh. Lakini kama unavyojua master na akishirikiana mm. na wateta mweusi eh ama stamatatu. Yeah. Amenifanyia sabu tano na jeuli, shughuli imekamilika. Amenifanyia yeah. Sabu tano mm -hmm, na shughuli imekamilika mpaka mm -hmm. hivi tunavyozungumza, zipo klabu. Niliwahi kuona baadhi ya media fulani wanatangaza wanaongoza ligi yeah. Lakini kumbuka mnyama hajacheza yeah. Ili uongoze ligi uh -huh, basi ujue mnyama asicheze mchezo mmoja Eh, lakini akicheza uongozi. Hawezi eh, kuongoza kama mnyama anacheza. Blaz... Eh. Mechi 3.9. Mm. Mtu ana mechi 4.10 anatamba. Nimeongoza, sawa, unaongoza mimi nimecheza. Kwa hiyo lazima tuangalie. Mm. Ehe eh, ndio hicho. Kwa hiyo nimeridhika eh, na ule mchezo mm, sikuwa na ngerembo yoyote. Mm. Sijui labda kama wewe una maoni mwandishi. Na, na boli umeliona limetembea. Ah, kama kawaida na ndio kwanza pale shule inaanza. Eh? Yaani pale ndio tunaanza kupika yani. Mm. Havijafika sitting room kwa ajili ya kula. uh-uh. Pale vinapikwa yani. Lakini vitafika siku tunasema sasa vimeuiva. Mm. Ya. Yeah. Bwana, tuanzie hapa tuzungumzie kitu cha Simba Sports Club kwa michuano ya kimataifa, mnashauku kiasi gani kuona mtoko mpya nikiwa na maana ya jezi za Simba Sports Club kuelekea katika michuano ya kimataifa. Tumeshaizoea Simba Sports Club ikiwa katika muonekano tofauti tofauti katika michuano ya kimataifa, pengine safari hii nyinyi mna kiu ya kuiona Simba ya namna gani? Kwanza swala zima la mtoko wa jezi. Kwanza falsafa yetu ndio iko hivyo na pia kanuni inatuambia hivyo, ukishafikia hatua ya makundi kwenda kuitafuta robo. Yeah. Manake mdhamini wa wote wale wa Mbet yeah. Uh -huh. Betway kama nilikuwa nao mimi siji mm, si, uh -huh. si yote lakini wa Kamali uh -huh. haruhusiwi kwa sababu kule iko X1 Betway uh -huh. kwa hiyo hilo swala sisi tumelizoea uh -huh. na hatuna shaka kutokana na tuna Jerut mm uh -hmm. -huh. Master Jezi mm. Uh -huh. tuna Dia Dola uh -huh. si tuna skani tu Yaani hatuna shida, tunajua kata, si tunaskani na jezi nakuja, tunaskani vilevile eh? Sii hatuna ujenjia ujanjamisi. ah, ah, ah, ndio kawaida yetu sisi. Uwa jezi ina yetu tunaskani, nakuelekea inasema Ulaya ndio nakupa ripoti kuwa imepita kwenye mikono yetu Dia Dola. Kwa hiyo sisi ukiskani, yani mzabuni wa jezi ya jairuti inakuja Ulaya ndio unapojibu e, kampuni dia dola lazima ukujibu Ulaya kweli imepita kwenye mikono yetu. Ukiona ya sense, basi waambie kabisa hii, hata kama unanipa bule sivai kwa sababu yeye haipo hivyo mm. Simba tuko vizuri mm -hmm. tumejipanga kila idara mm. na sehemu ambapo tulipo tumepazoea, mpaka kuna watu walishawahi kutuita mwaka lobo mm. lakini wao wafiki hapo mm. kwa hiyo sisi bwana, bila kuficha, ndugu mwandishi mm. tunasubiri surprise ya dia dola mm -hmm. na master J Jeruti mm watuletee. uh -uh. hmm. si tu tuangalie burudani ya mtoko wala tunataabu, na si mtoko tu, tunataka tukufanyie kazi mtoko huo. Yani hiyo jezi inavaliwa mtu anataka hukumiwe kwa Mkapa. Hiyo jezi baada ya kuvaliwa, kuna watu wanataka wahukumiwe kwa Mkapa. Hatutaivaa kiule cha rahisi tu, lazima mtu akija anachezea hamsa sarasa alba tunaondoka. Ili ukue lazima ukutane na misukosuko eh, yani ili ukue lazima ukutane na misukosuko. Kuna wengine wamekimbia kwa Mkapa wale. Mimi ndugu zangu nachoambia kitu kimoja tu hmm. Ndugu mwandishi, mm -hmm. wale wameama chumba mm -hmm. lakini hawajajua sosi ya kunguni ipo kwenye kitanda. Kwa hiyo wameangaika tu eh? Yani ule ni uamaji wa chumba uh -huh. lakini hawajajua sosi ya kunguni ipo kwenye kitanda nakaama nacho, kwa hiyo manake shida iko pale pale uh -huh. Yani bado watajikuna tu uh -huh. yani bado watajikuna sana sana uh -huh. Yani hilo chukua, nakwambia uh -huh. ameama chumba uh -huh ila hakufahamu kama sosi mm. ya kunguni wapo kwenye kitanda, kwa hiyo amehama nao eh, wala <laughs> kwa shughuli kwa sababu sijajua nini alichosogea. <laughs> baki hilo ndo nakuelekeza kuelekeza hiyo hey. hiyo kodi nakupa hiyo mm. yani hiyo ishi nayo kwa, amehama chumba lakini uh-huh. hajatambua sosi mm. ya wale wadudu mm. <laughs> kama wapo kwenye kitanda, kwa hiyo kaama nao mm. vipi, mnawaona majirani wakitoboa kwenye michuano ya kimataifa kwenye kundi lao B waliokuwepo yuko ahali Yuko Farabati na JS Kabri pamoja na yeye mtaani. Pale labda watobue masikio kama kocha wetu, lakini hawezi kutoboa kuvuka pale mtihani. Yaani pale labda wakatoboa masikio, eh, lakini si kutoboa kwenye kundi la baba. Ah. Tarehe 22 kuna pambano la utangulizi Zanzibar. Tarehe 22 kuna pambano la utangulizi Zanzibar. Uh-huh. Farabati yupo na tumemtuma. Wala anacheza na Spain. Uh-huh. Kwanza wajue Farabati uh-huh, mechi zake za kirafiki anacheza na Sevilla. Alafu wewe huku mechi ya kirafiki unaenda kuchukua timu iliyoshuka daraja, sije huko la hiyo sporti mtwala wapi huko, mm. Wame tudanganya ameenda badali ile ya, ya wajanja wajanja wale mm. Tuombe uzima, mimi nakwambia tuombe uzima mwali kuna toboi. Nasema hivi, labda masikio kama wanataka kutoboa, mm. labda masikio kama ule mchezoa kupaka paka nywele nini ndio hiyo mm. Lakini kutoboa kwenye kundi lile mm. Tupo, tutarudia tena kwenye kamera, wao wanachokisema yule Farabato anamudu kabisa. E, inawezekana kwa maelezo yao mm. kwa kumudu hivi mm. inawezekana na ndio, e na ndio maana umeona hata mpira mm. kama ungekuwa una mchezo una weight kama ngumi, sisi Simba nyewe sio kucheza na JKT eh? Yani mpira kama ungekuwa una weight kama mchezo wa ngumi hata sisi Simba sio kucheza na JKT. Kwa nini tu si weight yetu kubwa hata eh. top 5 wa Afrika mm. Unakwenda kucheza na timu haipo. Zingine hata ukilitafuta japo wanajiita wakubwa, hawapo hata kwenye sabini sina ngapi. Kwa hiyo ukiwaona, uwaone uwa, uwa, kabisa wakifuzu robo final. Mimi nasema hivi na mwaka huu tunafurahi tena hawatafuzu. Huu eh, mwaka tunafurahi tena hawatafuzu. Lile kundi la Kiumeni, kundi kama lile mimi niliongoza kundi na yule jamaa yupo. Yule Ali. Eh. Mimi niliongoza kundi na yule jamaa yupo. Sasa naye eh, ajibu mapigo yale. Si huwa anasema kila alichokifanya mimi au nilichokifanya mimi yeye kafanya? Eh. Mimi niliongoza kundi yuko Al-Ahly. Sasa aongoze na ili aingie kwenye rekodi. Vipi waje na daftari pamoja na karatasi waje kwa ajili ya kusoma baadhi ya notes za Simba Sports Club kwenye michuano ya kimataifa? Yaani baada ya tarehe 22 nilikuwa naomba Azam asifunge zile nini meli zake zile. Mm. Ili baada ya mechi kuisha watoke kule warudi. Yaani aruhusu hata saa sita usiku zitembee. Kwa ajili ya tarehe 23 waje waone na ni waelekeze namna wa, walichokikimbia na kinachotakiwa kufanyika. Katika. Yeah, me. Yaani, meli zisifungwe siku hiyo ili wamalize kule tarehe 22 ile pambano lolotangazwa waje waangalie main card, waje waangalie main card. Lakini ni yangu kubwa mimi kuwaelekeza. Wewe wa kwanza kuzaliwa, lakini mafanikio huna. Mimi wa pili kuzaliwa, nina mafanikio, kwa hiyo lazima nimwelekeze. Tunapita hivi, tunapita hivi. Kama hataki ataniona tena. Mimi niko kule. Mnatuma salamu gani haswa kwenye michuano ya kimataifa kwa wapinzani ambao mmepangiwa uh, nao kundi moja yuko Stade Marine, lakini pia vilevile vile, Petro Atletico. Lakini inaonekana Simba Sports Club ana hasira kwelikweli na huyu Experience de Tunis. Wajue kwanza, sisi huwa tumezoea shughuli zile. Hapa ndio kwake, hapa kwa mtu, kazi na kazi, zile ndio zetu na tunahitaji kufanya kazi. Kwa hiyo wakija waje kwa kujua kabisa, sisi nia yetu ya, ya kwanza kuongoza kundi ni yetu ya, ya kwanza kuongoza kwa kundi, sio kufuzu tu uh -huh. si robo tushazoea tunaenda. ni yetu ya, ya kwanza kuongoza kwa kundi uh -huh. ili atakayekuwa wa pili huko hata kama yule jamaa no. walioenda Zanzibar kwa wa pili kule eh. watupe, tumalizane eh e, sisi tunaomba kafu, ikiwezekana mm. watufanyie kama walivyofanya kwa Azam na na KMK km. sisi eh. tutaongoza kundi. Wa, wa kibahatika kuwa wa pili kule eh. watupe yule yule ndugu yetu, tusipande ndege, tushuhulikiane wenyewe tumalizane, mimi na Master Brother tumalizane, nasema hivi mm. Yes, ana mambo yake ya hapa ya sasa mm. Mimi na mambo ya kule, na ndio nataka tukutane kule, kwa sababu nitakuwa na waamuzi wa huko e. na video vile vyeihala huko mm -hmm. Tucheze papu, Simba na Yanga robo final, anapasuka vizuri tuema yeye, yani nasema hivi. Ndio naenda kumtoa hapo hapo. Yaani mimi sasa ndo naenda kumtoa pale pale. Yeah. Asitegemee hivi ili mkulupu mkulupu mchukue mchukue zimu mkwachu mkwachu yeah. <muchu> na kina ndugu zangu kayoko akatuchukulia <muchu> kama kule ndio itakuwa hivyo. Inna lillahi wa inna ilaihi. Msiba mkubwa utakaomkuta. Yeah. Atoboi. Kwanza kule ana hata yeye anafikaje? Mimi mm. naishi nacheza na, na Farabati. Yeah. Na imani kabisa. Mm. Nacheza na Farabati kwenye lile kundi. Mimi nataka mtu kule ili ni niwaonyeshe hapo ulipopigwa wewe, nataka kupiga. Hapa ulipopigwa mimi ndo nataka kupiga mimi mm, nitamfanyia kazi Yule mimi ndugu yangu kiwango cha Morris Abraham. Wana Simba hapo mnasemaje? Yule mtoto ananikumbusha mchezaji mmoja enzi hizo mm. Anaitwa Mixon mm, wakati wa ubora wake. Lakini lengo langu mimi sio hapa tu mm, na fujo zile. Ndio maana nimesema tarehe 23 Mwenyezi Mungu akituweka salama mm. Njoo muone mole si blab, njoo muone anavotiririka, wanda ana marefalisa hii, ana veyala inambeba mm -hmm. Afu aone nataka kunishughulikia watu. Maodo kantena. Yani pale mimi nimesema hivi ndio maana nakwambia sasa hivi mimi nina uwezo kwenda na, na koni, lakini nikatumia mrija, kumbe itakiwa nile na kijiko. Yani nitavurugwa raha tu, nimesahau mpaka nakusahau. Yani naenda na koni baada ya kutumia kijiko, nitataka kutumia mrija wakati imeganda. Ndio ile friji yangu. Mimi ina shida. Mimi ndio maana niko nyumbani. Mimi walivyonipisha kwa marehemu Mkapa nikasema basi jambo zuri tu. Sana. Yaani mimi nimefurahi sana. Na napenda kumshauri hata rais wa Jamhuri wa mm. mm. ya Muungano wa Tanzania. Kwa watu wa hii, mimi nitafunga magoli yanayotosha lakini hela asinipe. Kwa sababu kutoka kwenye uchaguzi mm. apangilie kwanza kidogo watoto wetu madarasa na nini, alafu atakuja kuniangalia mbele. Hapo kwanza niache, mimi nitafanya kazi yake. Kazi ya nchi nitaifanya, ila asinipe zile zawadi. Sisi tuko radhi. Kwa sababu katoka kwenye shughuli uh ya kurekebisha nchi ilivyo mm. Kwa hiyo sasa hivi ile hela tok tupasia magoli aiweke kwenye madarasa, madawati na watoto wasiojiweza mm. Alafu hapo awali sasa mm. ndo tutamwambia sasa mama marhaba, ndo tutamwambia mama tunahitaji huo mzigo, watoto sasa wanataka kufanya kazi ya nchi eh. Tunachukua tena bendera yetu tunaondoka. Bwana Mkude, shukrani sana. Asante kiongozi. Karibu.